Chama cha Mapinduzi, niliyesimama mbele yenu ninaitwa Hemed Chale, ndiye mjumbe wa halmashauri kuu ya chama cha mapinduzi, ambaye nawakilisha mkoa wetu wa Ruvuma. Nimepewa dakika moja kwa ajili ya kusalimia mkutano huu. Sio wa kwangu, mkutano huu ni wa mgeni rasmi, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa CCM Bara, mzee wetu, mzee Wasira kwa ridhaa yako Mheshimiwa makamu mwenyekiti, ni kuombe unipatie hata dakika moja niweze kuzungumza mambo mawili kwa kifupi sana. Jambo la kwanza, niungane na viongozi wote ambao wametangulia kukukaribisha tena ndani ya mkoa wetu wa Ruvuma, lakini ndani ya manispaa yetu ya Songea mjini. Karibu sana, makamu mwenyekiti wa CCM Bara ndani ya Songea mjini. CCM oye! Lakini nitumie nafasi hii pia kuendelea kukushukuru na kukupongeza kwa kazi kubwa ambayo umekuwa umeendelea kui, kuifanya ya kuendelea kukijenga chama chetu na kukiimarisha chama chetu. Sisi kama viongozi wa chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma tunaendelea kupata funzo kubwa na tunaendelea kuhamasika zaidi kuendelea kufanya kazi ya kukitumikia chama chetu cha Mapinduzi ili kiendelee kufanya kazi ya kuendelea kuwaletea maendeleo wa Tanzania na wanaruvuma kwa ujumla. CCM oye! Lakini jambo la pili na la mwisho, nitumie nafasi hii kutoa shukrani zangu za za... chetu cha mapinduzi taifa kwa kazi kubwa ambayo imeendelea kufanywa na serikali ya chama cha Mapinduzi. Sisi sote wanaruvuma ni mashahidi. Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amehakikisha wana Ruvuma tunaendelea kupokea miradi mbalimbali katika sekta zote. Ukienda kwenye maji kuna miradi imekamilika na miradi mingine ambayo inaendelea, lakini ukienda kwenye pembejeo za kilimo, Mheshimiwa Rais wetu ameendelea kutuhakikishia upatikanaji wa pembejeo za kilimo kupitia ruzuku. Wakulima wetu wameendelea kulima zaidi na zaidi na hatimaye kupata mazao mengi zaidi ambayo wanaenda kuyauza ambapo na bei pia, serikali ya Chama cha Mapinduzi imeendelea kuhakikisha bei za mazao hayo inaimarika maradufu, ili Watanzania na Wanaruvuma wapate kipato cha kuweza kuendelea kuboresha maisha yao. Dr Samia oye! CCM oye! Mwisho kabisa, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa CCM Bara, mimi nimesimama hapa kama mjumbe wa halmashauri kuu ni kuhakikishie sisi Wanaruvuma, sisi Wanaruvuma tunasema Dr Nchimi na Dr Samia mitano, Dr Nchimi na Dr Samia, habari ya no reform, no election kwenye mkoa wetu wa Ruvuma haina nafasi haina nini. Wanaruvuma tumechagua CCM kwa sababu tunaamini Ukichagua CCM umechagua maendeleo, na siku zote wanasema kushukuru ni kuomba tena. Na sisi tunamhakikishia Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutaendelea kuhakikisha ikifika mwezi Oktoba kura zote za ndio atazipata kutoka mkoa wa Ruvuma ili yale maendeleo na mambo mazuri ambayo tumeyapata ndani ya mkoa wetu, basi aendelee kutiririka ndani ya mkoa wa Ruvuma ili wananchi wa mkoa Ruvuma waendelee kuboresha maisha yao. CCM oye! Dkt. Samia oye! Makamu mwenyekiti oye! Asanteni kwa kunisikiliza, na Mungu awabariki sana, asanteni. CCM oye! CCM oye! CCM oye! Sasa mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya salamu hizo za mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, niombe nimhudhurishe kwako mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Ruvuma ambaye kimsingi tokea amefika amepiga kazi kweli kweli, na sisi Chama cha Mapinduzi tunaridhishwa sana na utendaji wake na tunafanya naye kazi kwa karibu sana, karibu sana. <todiculti> Kazi na utu! Kazi na utu! Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Tanzania Bara Comrade Steven Wasira, Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma, kamati ya siasa ya mkoa, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Songea, viongozi wa chama, cha, chama na serikali, ndugu wananchi wenzangu, mabibi na mabwana na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu, leo ni siku yako ya nne ndani ya mkoa wa Ruvuma. Umekwisha kufanya ziara katika wilaya zetu zote tano. Niungane na walionitangulia kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa neema ya uhai na afya ambavyo vimekuwezesha wewe na sisi kuifanya kazi ya kutembelea mkoa wa Ruvuma kwa salama na amani. Lakini pili, nimshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa na nzuri anayofanya kwenye mkoa wetu na taifa. Wewe mwenyewe ukiwa ni shuhuda, kila ulikotembelea umesikia sifa kedekede kede zikitolewa kwa ajili yake. Aidha, niwashukuru viongozi wa dini wa madhehebu yote, kila ambapo tumepita wamekuwa wakifanya maombi kwa sala na dua kwa ajili ya kuliombea taifa, lakini kwa ajili ya kukuombea wewe, ili uendelee vema na ziara yako. Baada ya shukrani, ni wapongeze waheshimiwa wakuu wa wilaya wa wilaya zote kwa kulipokea jukumu hili la ugeni wako kwa mafanikio makubwa. Aidha niwashukuru pia na kuwapongeza waheshimiwa wabunge wote wa mkoa wa Ruvuma, wale wa majimbo na wale wa viti maalumu kwa kuungana na serikali na chama kuhakikisha ziara yako inakuwa na mafanikio makubwa, lakini katika utekelezaji pia wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Aidha niwashukuru na kuwapongeza watendaji wote wa chama na serikali wa kujitokeza kwa wingi kila mahala ambapo ulikuwa umepangiwa kutembelea, lakini kwa aina ya kipekee ni wapongeze wananchi wote wa mkoa wa Ruvuma kwa jinsi walivyojitoa kwenye mapokezi ya ugeni wako Mheshimiwa Makamu. Kama nilivyosema, ziara yako ulianza tarehe tisa kote ulikotembelea umesikia mafanikio kedekede yakielezwa na mashahidi wa kweli wa mafanikio hayo ambao ni wananchi ni wanachama na ni wapenzi wa chama cha Mapinduzi. Niendelee kukuhakikishia, mkoa wa Ruvuma wilaya zote na halmashauri zake, haya ulioyaona yamefanyika kweli na hayo ndiyo yanayotoa sasa msukumo wa wananchi hawa, ikifika mwezi Oktoba wajitokeze kwa wingi kwenda kuweka tiki kwa kura zote kwa mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa makamu, kwa kuwa kila ulikopita umesikia mafanikio yaliyopatikana, itoshe mimi kusema na kushukuru sana kwa kutenga muda wako kufanya ziara ndani ya mkoa wa Ruvuma. Namshukuru sana mweshimuwa Rais kwa kutuheshimisha kwa miradi, lakini kwa viongozi wakiwepo waheshimiwa mawaziri ambao wametokana na mkoa huu, lakini akiwepo mgombea mwenza ambaye ametokana na mkoa huu. Aidha, nihitimishe kwa kukuomba radhi sana kama katika ziara yako ndani ya mkoa huu kuna mahala ambapo tuliteleza na ukajikuta umefadhaika au umekerwa, basi sisi bado tuko katika kujifunza uongozi wa chama na serikali. Tunaomba utuie radhi sana. Baada ya kusema hayo, ni kushukuru kwa kunipa muda, lakini niendelee kukuombea Mwenyezi Mungu akujalie hekima kubwa na busara katika kuendelea kukitumikia chama na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.